Hujafa hujaumbika. Ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Ni safari yenye hisia nzito kuelekea Ntyuka, pembezoni kidogo mwa jiji la Dodoma, ambapo tunakutana na Restuta Shabani, mama mtoto mmoja, mzaliwa wa Ifakara, mkoani Morogoro. Hivi sasa, yupo Dodoma kwa dada yake, Bimosha Magoha, akihitaji matibabu ya haraka na ya gharama. Pindi tulipowasili nyumbani kwa Bimoshi Magoha, tulimkuta Restuta akiwa katika hali ya kutia huruma, akisubiri msaada kutoka kwa watu wenye moyo na huruma. Restuta alieleza kwa uchungu namna afya yake ilivyoyumba na changamoto anazopitia. Hali yake inahitaji msaada wa dharura wa kifedha ili aweze kupata matibabu stahiki. langu na naitwa Restuta Shabani Magoha, nasumbuliwa na goti linaniuma sana na chanzo cha goti yani ilikuwa inauma tu e, nikawa natumia dawa za kuchua uchua, baadae nikaona goti linaendelea nikaenda Sinza hospitali Palestina nikapiga x-ray yakatoka majibu mazuri tu, akanambia haina shida sana, tumia dawa hizo taendelea vizuri. Na kweli nikatumia zile dawa zonipa, nikawa naendelea vizuri kufika mwezi wa kumi na mbili goti likaanza kuuma, kana natumia tu dawa za kuchua zile ambazo ilandikiwaga nani Palestina, fast kwa najichua tu naendelea na shughuli zangu za kupika chips za kupika chips e, kama kawaida, kwa naendelea shughuli zangu hapa na pale naendelea ilipofika mwezi wa kumi na mbili mwisho ndo mguu ukawa nauma sasa, umegoma kila kumeza dawa, na nilinunua kabisa viazi vya chips, sikuweza hata kuvipika, mguu autaki. Kampigia simu dada angu, mguu unaniuma dada, ndo akantumia nauli, nikaja huku Dodoma. Ukuja Dodoma napo tukaenda tena kwa nani, piga x-ray Benjamin Mkapa

tukaenda tena hospitali. Tuivyoenda hospitali, dokta kasema mguu ni wa opresheni, unatakiwa hela milioni kumi na mbili hapa inatakiwa kuenda, akatuelekea inatakiwa kuweka plastiki goti ili nani, hivi limesagika, yaani limepishana hivi goti. Basi ndo tumerudi hatuna jinzi ndo dada tena kwenda kuangaika, mba viongozi wote wa serikali waweze kunisaidia. Mazingira kuweo inanumiza, sababu nishazoea mwenyewe kufanya pilika pilika zangu za hapa na pale. Nafuata supu mabibo, saa tisa, saa kumi ya usiku, naenda mabibo, nachukua supu yangu, naiandaa naweka pale nje watu nanii, nasuza vyombo vyangu namaliza. Mwezi wa Ramadhani supu nauza jioni e, saa kumi na mbili nauza supu, naenda kuifata subuhi saa kumi na mbili jioni. Saa kumi naenda kupata mabibo na iandaa saa kumi na mbili jioni. Mwezi wa Ramadhani nauza na katakata kata, nauza mia mia. Kwa hiyo watoto pale, watu wazima wanakuja kununua. Kwa hiyo nishajizoea ni mtu wa pilika pilika, biashara Eh, kukaa na wenzangu, labda mambo ya vikundi nini, ai shazoea kujishughulisha, labda kwenda kwenye vikao, tukisikia kuna vikao huko vya nini hivi. Basi yani shazoea age. Sasa hivi siwezi, nimekaa siwezi kwa chochote, hata nguo siwezi, kila kitu kimesimama. E, kila kitu kimesimama, yani siwezi kwa chochote, yani paka roho naumia. Nikikaa nalia, yani nikikaa mpaka nasema, itafikia wapi? Nitaweza mimi kutembea kama zamani? Nimepoteza matumaini kwa kweli. mm. e, marafiki zangu kweli wananijulia hali tuliokupo nao kuda eh, e, wananijulia hali naendeleaye, wana nalilambia hiyo changamoto, wananijulia hali. Hmm. Mimi matumaini yangu, na naomba tu Mama Samia nisaidie, na Watanzania wenzangu wa wote wanisaidie, viongozi wa serikali wanisaidie, ya yani e, naomba wanisaidie ya nirudi hali yangu kama ya kawaida, na mimi nifanye shughuli zangu. Maana mayake sasa hivi nimekuwa tegemezi watu, paka mtu akuletee shilingi elfu mbili shilingi elfu tatu au dada mwenyewe ndio huyu mwenye ndohuyu na yeye hana mume, kwa hiyo nimekuwa kama tegemezi ntakuwa tegemezi mpaka lini? Na nami napenda na mimi nihangaike kama zamani nikijipatia shilingi mbili ya kwangu hapa. Kwa msaada wangu mkubwa ni kwa hapa, msaada wangu mkubwa ni dada, ndio msaada wangu mkubwa. Akiondoka ndio hapa ndio anakuwa shida, ndio maana napenda sana kukaa nani hapo pale kwenye kinani pale mwenye nakaa alikuwa hmm, Dar es Salaam makazi yangu. Nilikuja Dodoma kwa niaba ya matibabu. Dar es Salaam nilishindwa mtu wa kunipa matibabu, kwa hiyo nimekuja Dodoma kwa ajili ya matibabu kwa dada yangu ambaye initumia nauli eh, na aweze kunisaidia. Na kweli alinisaidia kunipeleka Benjamini na Benjamini ndo nikagundulika mguu umesagika na una maumivu makali, na mpaka sasa hivi sina hata matumaini, matumaini yangu yote yameisha, familia iko inategemea napo, matumaini yameisha, na kwa kwa hiyo sina matumaini yoyote. Naomba watanzania wenzangu waweze kunisaidia, wote watanzania wenzangu, mama Samia Suluhu, rais wetu wa Tanzania, jamhuri ya muungano Naomba nisaidie wote, naomba nisaidie, na viongozi wote wa serikali naomba nisaidie, nateseka. Naomba nirudi hali yangu kama ya zamani, nilikuwa nafanya shughuli zangu, nateseka sana. Na Mungu yani imenikosa matumaini, sina matumaini tena yani eh, sina matumaini, sina matumaini kabisa. Huyu mgonjwa mimi ni mdogo wangu, tumechangia yeye, mtoto wa mjomba mimi, mtoto wa shangazi. Huyu mgonjwa, yeye katika makuzi yake amekua mpaka hapa palipofikia, alikuwa anafanya shughuli zake, anafanya biashara zake, maisha alikuwa anaenda vizuri tu. Sasa mwaka jana ndo tukaanza kwenda kumzika babake mzazi huko kwetu Ifakara, alifariki. Ndo kufika kule anambia dada, mimi mguu siwezi sasa, mimi nikajua nini magoti kama wengine anatusumbuaga sometimes anaacha. Nini magoti, goti linaniuma. Nikamwambia ah, basi haya, kunywa dawa utakali utakuja ukaa sawa tu. Tutoka tukarudi kwenye shughuli zetu, na huyu naye karudi kwenye shughuli zake, shida iko pale pale. Anipigia simu, dada, goti mimi linaendelea linaniuma sana. Sielewi shida ni nini. Tunaendelea hivyo, basi fuatilia tu dawa, anaenda anapata dawa, anapaka anakunywa anaenda mahospitali kwa dawa alikokuwa anakaa. Mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza ananiambia dada, ile hali mimi bado goti linanisumbua sana. Nikamwambia basi, panda basi, njoo huku nitakuja kukupokea sawa. Kweli nikamtumia nauli, kapanda nika basi, nikaenda kumpokea pale na shabibi, nikaja naye hapa nyumbani, akaambia mimi ndo kama unavyoniona. Nikamwona mm, kweli mdogo wangu mnaumwa, hawezi kutembea, hawezi hata kuinuka kwenda chooni. Basi tukaenda hospitali wapi? Benjamin Mkapa. Kufika Benjamin Mkapa, ile anaingia tukaambiwa, tukapiga tena nini, x-ray. Tukaenda tukapiga x-ray, tukarudisha majibu kwa daktari. Daktari kaangalia akasema, mama goti lake limesagika, kinachotakiwa afanyiwe operation tulibadilishe hii tatizo lake, natakiwa milioni kumi na mbili. Goti hili naliona hapa kwenye screen. Sio hiyo kama leo watajia ndio alikuwa shida nyingine kama ni hayo kukata nyama kwenda kupima lakini sio operation. Tukasema kweli si inawezekana. Na tulimkuta daktari mwingine siku hiyo. Yule wa kwanza hatukumkuta hapo Benjamin. Kumi na mbili, eh, tukarudi. Tukarudi hapa nyumbani. Nikamwambia wadogo zangu, jamani ile ile mlionitumia milioni tatu kule natakiwa milioni kumi na mbili Sio laki tatu tena mm. Sasa tutafanyaje? Kaambia ndio hivyo tupambaneni. Kweli watoto wamejitahidi, wamejitahidi mpaka leo, wala mia ilotumwa haipo. Na wapigia simu dada, hali zetu sisi ndio hivyo kama unavyotujua. Hiyo laki tatu nyote tumepambana kweli mpaka tumeipata, hali hatuna hela kisi sisi. Na kweli wao wana shughuli, hawajajiliwa anawajaolewa, wanafanya fanya tu shughuli shughuli zao wenyewe kupata riziki. Nikasema hata hapa kwenye laki tatu nimejitahidi. Unaona? Nikarudi. Tukatoka tena na mgonjwa huyu mpaka hospitali tena Benjamin Mkapa. Hela kuchukua bajaji tunatoa ile ya mchango ile kuja laki tatu. Daktari, tumerudi tena tusaidie basi afanyiwe huyu. Akasema wa mama, huyu kufanyiwa bila kutuma hii, kutoa hiyo hela haiwezekani. Ana bima? Tukamwambia huyu bima hana. Sasa kama hana bima tutamfanyaje? Inachotakiwa mkatafute mje tumfanyie umguu tutoe goti ili goti tuchukue kiungo cha plastiki ambacho kinafanya hivi, ndo tumwekee hapa, huyo ndo atapona. Lakini bila hicho, hii tatizo halitapona. Ndo tukarudi tena mpaka hapa nyumbani tukakaa. Sasa tutaipata hapo milioni kumi na mbili? Mi mbona hata pakuipatia sielewi boa. Tungekuwa na sehemu tuuze, sasa sehemu hatuna na wewe toka umenani huyu, alikuwa na mume wake alifariki miaka kama mitano imeisha, hajamwachia chochote ambacho sema hii nitachukua, nitenda niuze, niongezee nipate matibabu, amna. Sasa nikasema mm, tafanyaje sasa? Shida yetu kubwa sisi, Watanzania wenzetu hapa, wanapotusikia watusaidie, huyu binti apate kufanya shughuli zake. Ana mtoto wake mmoja na anamtegemea mamake, huyu mtoto mwenyewe hana baba mpaka leo, hata ajira hajapata Afikaishia form four hajaendelea, vidato vya mbele huko. Mjini yupo tu, haelewi mpaka leo, hata mimi hata amna anayotoa nalo pa kuipata amna. Ndio tunaomba tusaidiwe, Watanzania wenzetu wanakotusikia huko, tumsaidie huyu bibi apate msaada, afanye shughuli zake, bado ana nguvu huyu, hajazeeka. Kama familia nimejitahidi kumfuata na kumleta hapa kwangu, mimi nachomsaidia ni ugali tu sina uwezo wa kusaidia hiyo hela kuipatikane akatibiwe. Sina uwezo huo zaidi ya ugali, tunasonga nampa anakula basi. Hana dawa yoyote zaidi ya hizi ambazo zao ziko humu, zimeonyeshwa, ambazo siku ya kwanza tulivyoenda tumenunua 668 na zikiisha hizo, tena ndio biashara hamna, imeishi. Sina hela kabisa na sina msaada mwingine wote, sema nitamchukua huyu nimwambia ni aende, sijui akaoshe chuo vyombo au tukafanya bia hawezi siwezi kumtembeza hawezi chochote hapa ndo kafika kaka, kaka. Familia hatuna wapo, lakini hawana uwezo. Hawana uwezo kabisa hao wadogo zangu na wenye maskini, baba na mama wote walishakufa, ndo wamejitahidi, ndo hizo laki tatu walizonitumia na ndo nafanyia mipango kwenda hospitali, ninatumia hizo hizo. E, mimi mzee, mume wangu anacho, nitasaidia chakula ndo tunakula sasa. Siwezi kumwambia nipe hela na yeye, ha, namuona mb... hana maisha mazuri e. Ha, nishapoteza matumaini kabisa, yani mepoteza naye mwenyewe. Hapa nakaa samtim analia, anambia usilie, tut, tut, tut, kutembea, tembea, wenda tutasaidiwa, Watanzania watakusaidia tu, utapona e. Ameshakata matumaini, ameshakata matumaini. Chakula anakula lakini... ni mtu mzima Hmm? Sisi matumaini yetu yapo kwa Watanzania wenzetu huko wanakotusikia, watusaidie michango yao, huyu binti akafanyiwa operation, awekewe hicho kitu cha bandia cha plastiki wanachosema madaktari. Mungu atatusaidia inshallah. Watanzania wenzetu wanaotusikia watusaidie kwa hilo. Kwa Watanzania wenzetu watakao watakao guswa na swala la huyu mgonjwa, naomba watusaidie kwa namba ya Tigo sifuri saba moja tano mia tisa sabini mia nne tisini na moja. Jina litatokea Moshi Magoha. mm. mm. Tunaweza kubadilisha maisha Restuta kwa mchango wako mdogo au mkubwa. Tuma mchango wako kupitia namba sifuri saba moja tano tisa saba sifuri nne tisa moja. Jina Moshi Magoha. Kumbuka, leo ni yeye, kesho anaweza kuwa ndugu yako. Tusaidiane, tushike mkono wenzetu katika wakati huu mgumu. Usisahau kusubscribe, like, comment na share ili wa kwanza kupata taarifa zetu.